Nawezaje kupata wateja wangu mia moja wa kwanza ako, kwa haraka bila kutumia muda mrefu sokoni? So ukitaka kupata wateja wako mia moja wa kwanza kwenye biashara yako kwa uharaka wa kujibu hili swali, ukitaka kupata wateja wako wa kwanza lazima ujifunze kitu kinaitwa marketing. Namna gani unaweza kumfikia mteja wako kwanza? Huwezi kumpata mtu bila kumfikia. Cha kwanza, cha pili, lazima ujifunze namna ya kufanya sales, mauzo. Unaweza kumfikia mtu vizuri ukamwambia, lakini kwa sababu hujui namna gani ya kuongea na huyo mtu unamkosa, ila ukiwa na namna nzuri ya kuweza kuongea na huyo mtu, ni rahisi kumpata. So make sure unaweza kufanya vizuri marketing. Na ukishajua vizuri marketing, Kufanya kufanya kumfuata mteja kuna messaging, kutuma message kwa maana ya email ama WhatsApp ama kawaida, TV, radio na billboards, na kufanya exhibition na kuzulia event maalum. Chagua moja kwenye hizi kama utakichagua social media ama nyingine zilizobaki fanya sana. Fanya maradufu, fanya kwa consistency, fanya vizuri, alafu jifunze kuhusu marketing sales. Ukimaliza hapo, umemaliza lakini, jibu namba moja, nunua kozi yangu, itakusaidia kupata wateja mia moja wa kwanza kwenye biashara mpya. Comment neno course hapo chini, nitakufikia kukupa kozi yako. Acha kufanya mambo mengi. Comment neno tu course.